Moja kwa moja moja, sasa mtazamaji, twende mkoa mkoani Mbeya ambako kuna habari inayomhusu waziri wa elimu sayansi teknolojia na mafunzo ya ufundi Profesa Joyce Ndalichako, na amini katika hili utanielewa, ambapo yeye ametangaza kuwafukuza chuo walimu wanafunzi walioshiriki kitendo cha kumpiga mwanafunzi Sebastian Chinguku wa kidato cha tatu katika shule ya kuto ya sekondari ya mkoani Mbeya, ambapo tayari jeshi la polisi linawashikilia walimu hao. Hebu tazama. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Dar es Salaam, Waziri Ndalichako amesema kuwa kitendo hicho ni cha kikatili na cha jinai na kwamba walimu hao wanafunzi hawa hawafai kuendelea na taaluma hiyo ya walimu, ambapo hatua zaidi za kisheria zinaendelea kuchukuliwa. Kwa hiyo huyu mkuu wa shule naye tayari ameshavuliwa madaraka na vile vile anahojiwa na polisi. Kwa hiyo kama anavyosema hii ni ni ni ni zaidi ya kusema ni adhabu, kosa kosa ambalo ni kosa la jinai. Kwa hiyo tunaamini kwamba vyombo vya sheria vitachukua mkondo wake, vyombo vinavyohusika. Waziri Ndalichako amesema kwa mujibu wa taratibu za vyuo vikuu kitendo kilichofanyika ni kosa la jinai ambalo haliwezi kufumbiwa macho na kutoa onyo kwa wanafunzi wanaokwenda kwenye mazoezi kwa vitendo, kwamba watapoteza sifa ikiwa watatenda kinyume na maadili ya taaluma zao. Kwa hiyo moja kwa moja, kwanza wana bwana, kama nilivyosema, tumeshakabidhi polisi, wanachukulia hatua, lakini hawa hawawezi wakaendelea na taaluma ya walimu wameshashindwa taaluma kabla hata hawajamaliza. Kwa hiyo pamoja na hatua za kijinai, hawa watafukuzwa chuo. Kwa hiyo sasa hivi wanatafutwa, kwa sababu waliondoka shuleni pale tarehe thelathini mwezi wa tisa, ndio walikuwa wamemaliza ili zoezi la, la mafunzo kazini, kwa mujibu wa mkuu wa mkoa wa Mbeya Bwana Amos Makala. Walimu hao ni Frank Msigwa, John Deo ambao ni wanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam na Sanke Gwamaka wa chuo cha Nyerere Memorial ambao wanatuhumiwa kumshambulia mwanafunzi huyo baada ya kushindwa kukamilisha kazi za darasani. Na alipohojiwa walishikana koo na mwalimu Frank ambaye aliamua kumpeleka kwenye ofisi ya walimu na kuanza kumshambulia mwanafunzi huyo. wakamchukua Sebastian mpaka staff room. Walipofika pale ndipo walianza kumgombania na kumpiga kama kwa tukio mliloona, utadhani mwizi. Ni tukio ambalo linatia lasikitisha. Kwa hiyo, kama mkuu wa mkoa, baada ya kupata klipu hiyo, niliagiza vyombo vyote, polisi na vyombo vingine. Baraka Ngemba, Channel 10. Tunaomba radhi basi kwa vifungo hivyo katika picha hiyo ambayo naamini kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii wewe umeweza kuishuhudia, na sisi tukidhani haitopendeza basi machoni pako endapo utaitazama hivi sasa, inatoka huko Mbeya. Tungali bado katika habari hiyo hiyo, waziri wa, wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali yaani TAMISEMI George Simba Chaweni naye pia aliweza kuzungumza kuhusiana na hilo swala la mwanafunzi kushambuliwa huko Mbeya. Hebu msikilize. Msikitishwa sana kwa kitendo cha mwalimu mkuu wa shule hiyo ndugu Margaret Margaret Haule kutochukua hatua zozote ikiwa ni pamoja na kutotoa taarifa hadi leo tulipoona kwenye mitandao ya kijamii. Hii inaonyesha kulikuwa na dalili ya kutaka kulificha tukio hili baya, na kwa sababu hiyo, pamoja na kwamba wanaendelea kuhojiwa na polisi ikiwa ni pamoja na mwalimu mkuu mkuu wa shule hiyo, naagiza mamlaka yake ya nidhamu kumvua madaraka mkuu huyo wa shule mara moja.